Kwa majina yangu naitwa Isaya Amini Sanga, ni founder na mbeba maono wa huduma ya Rudisha Tabasamu Charity Foundation ambayo imelenga kurudisha tabasamu kwa Tanzania wenzetu ambao wanaishi au kupitia katika mazingira magumu na yenye changamoto mbalimbali. Msingi mkuu wa Rudisha Tabasamu Charity Tour ni ibada kamili ambayo imelenga kuweza kurudisha tabasamu kwa wahitaji ambao wanaishi katika mazingira magumu. Binafsi maono yangu yamekuwa ni kuweza kufika maeneo ambayo hayafikiki mara kwa mara na watu wengi. Sababu iliyonifanya niweze kufika hapa kuna hiki kituo kwanza, mimi naamini ni kusudi la Mungu hapa tulipo. Kama ambavyo mnaona, tumeweza kuandaa na kukusanya baadhi ya vitu mbalimbali ambavyo tumeviandaa kwenda navyo katika kijiji cha Mazizi. Kwa hiyo hizi ni nguo na sadaka ambazo zimetoka kutoka kwa wadau au watanzania wenzetu tofauti tofauti. Kuna maeneo mbalimbali hapa, pana nguo za aina tofauti tofauti, pana nguo za watoto, pana nguo za mabinti, pana nguo za wamama, pana nguo za wakaka, pana nguo za wababa. Kwa tunachokifanya hapa ni kuziandaa vizuri aa, kwa kuzitenganisha, ili pia tutengeneze mazingira mazuri na urahisi tutakapofika kule tuweze kuzigawa nguo husika kwa mtu husika lakini pia tuna vyakula mbalimbali ambavyo viko hapa. Naona kuna mchele, kuna maharage, kuna mafuta. Hivi vyote tunaviandaa vizuri, na sisi kwa sababu ni waumini wazuri wa ibada ambayo inahitaji maandalizi, nivyo? Basi ndo maana sasa hivi hapa tupo kwa ajili ya kuviandaa. Hapa ni kanisani, ambapo safari yetu inaanzia hapa mkoa wa Dar es Salaam kuelekea mkoa wa Pwani, wilaya ya Chalinze, kijiji cha Mazizi ambapo tunaenda kurudisha tabasamu kwa wahitaji. Nipende kukushukuru sana wewe uliotoa muda wako uliotoa sadaka yako ya vitu kwa fedha, lakini pia ulioweza kutoa sadaka ya muda kutokea jijini Dar es Salaam kuelekea mkoa wa Pwani wilaya ya Chalinze kijiji cha Mazizi. Tukushukuru sana na karibu. Hapa ni Mlimani City Dar es Salaam, na hapa ndipo ambapo safari yetu ya kuelekea kijiji cha Mazizi inaanzia. Kama ambavyo mnaona, watu tunaendelea kukusanyika mahali hapa, na gari zetu ziko tayari kwa ajili ya kuweza kuanza safari yetu kuelekea kijiji cha Mazizi. Tunamwamini Mungu safari yetu itakuwa ni salama kabisa na atatufikisha salama kule tuendako. Gari zote zinaanzia hapa, ikiwa ni pamoja na ile ambayo imeweza kubeba mahitaji na sadaka mbalimbali ambazo tumeziandaa kwa ajili ya wana Mazizi. Tunashukuru Mungu safari yetu inazidi kwenda vizuri kabisa, tuna jambo letu zuri na la baraka sana ambalo tumeliandaa kwa ajili yako. Kama ambavyo nimekwambia ile ndio gari ya kwanza ambayo nayo inatuongoza katika msafara wetu, lakini sio mananasi tu, unaweza ukapata hata ndizi kama ambayo unajionea e, ndizi zinaonekana nzuri kabisa hapo hapa mananasi ni 24 seven. Na hii ndo gari ya nne, asanteni sana, tukutane Mazizi. Yes, Mazizi we are coming. Baada ya umbali wa kilometa mia ishirini na nane kutokea Dar es Salaam, hapa ni mkoa wa Pwani wilaya ya Chalinze kijiji cha Mazizi, na nikujulishe tu kutoka hapa tunaiacha barabara ya rami na kuanza kuzichakata kuzitafuta kilomita tano kukifikia kituo cha watoto yatima kinachoitwa watoto wetu, na hapo ndipo ambapo ratiba yetu itaanzia. Tutakuwa na watoto wetu kuanzia asubuhi mpaka majira ya mchana, na mchana tutaenda kuonana sasa na wana kijiji. Endelea kufuatana pamoja nasi, twende tukawahudumie wana Mazizi. Tumewasili katika kituo cha kulelea watoto wanaoishi katika mazingira magumu cha watoto wetu. Kama ambavyo mnajionea, mapokezi yamekuwa ni mazuri, watoto wamefurahi kutuona. Aa, na sisi pia tumekuwa na furaha kuweza kufika mahali hapa. Zoezi linaloendelea hivi sasa kama ambavyo najionea ni kufanya usafi, kuna mazingira ya nje na ndani wanapoishi, uh, kufagia, kufyeka nyasi, kufua nguo na usafi kwenye maeneo tofauti tofauti, kuchoma taka na kadhalika, lakini pia tunaandaa chakula cha pamoja hapa, tutapata chai ya pamoja, tutapata chakula cha mchana pamoja. Kama mnaona chakula kinaandaliwa vizuri kwa ustadi mzuri, chakula ambacho tunaamini watakipenda na watakifurahia. Lakini hatujaishia hapo, tumeweza kupata mda wa kukaa kucheza nao Tumecheza michezo, michezo mbalimbali tumeimba pamoja nao. Aa, lakini pia tumewawezesha kuna vifaa vya michezo kama ambavyo mnaona hivi vifaa ambavyo tunavitumia hapa, ikiwa mipira, kamba za kurukia, hizi zote ni sehemu ya sisi kuweza kusapoti vipaji vyao. Hatujaishia hapo tu, tumeweza kupata muda wa kukaa pamoja, kuweza kuzungumza nao, kuweza kuwatia moyo, kuweza kuwashauri, kuzidi kuwahamasisha, na kuweza kutambua msingi mkuu wao kufikia hatima yao ni elimu, hivyo waongeze bidii wala wasikate tamaa, wa focus kuna elimu. Lakini hilo tu halitoshi, tumepata muda wa kuweza kuviona na kuvitambua vipaji vyao. Ah, hili ni eneo ambalo limejaliwa vipaji vingi sana. Ah, lakini pamoja na hilo tumeweza kukata keki pamoja, keki ya upendo ah, ukiambatanisha na wale ambao wamekuwa wakisherekea siku yao ya kuzaliwa ambayo imekuwa ni kumbukumbu muhimu kwao na alama kubwa katika maisha yao. Na zoezi linalofuatia sasa hivi ni zoezi la chakula. Tumeandaa chakula ambacho tunaamini ni chakula pendwa kwa watoto lakini pia na sisi hatujaja mikono mitupu, tumekuja na sadaka na vitu mbalimbali ambavyo vimetoka kwa wadau na Watanzania wenzetu ambao wameguswa na tukio hili au ibada hii ambayo tumeweza kuifanya mahali hapa. Na zoezi lililopo hapa sasa ni hivi vichache ambavyo mnaviona vipo kwa ajili ya kuwakilisha vingine ambavyo tumevishusha pale nyuma. Kwa hiyo hivi tunavikabidhi kwa niaba ya vingine na vyote hivi vipo kwa ajili yao. na mara baada ya kuweza kuwakabidhi sadaka na mahitaji mbalimbali kama ambavyo mmejionea, tumepata wakati mzuri wa kwa sababu uh, ya kuonyesha upendo. Sasa tutaimba wimbo wa kuabudu kwa ufupi, na baada ya hapo tutaenda kwenye maombi. Hakikisha unamuombea dada au kaka ambaye yupo karibu yako, sawa eh? sawa eh? Sadaka hizi Mungu akaweze kukutana na mahitaji mbalimbali ambayo watu wameweza kuomba kupitia sadaka hizi. Baada ya kupiga picha na kuwagana na watoto, hatuna budi kuondoka mahali hapa kuelekea kukutana na wahitaji wengine nipendo, wa kijiji hiki cha Mazizi. Jamani, nizigilize kura yangu Mungu ni pendo, anipenda. Kwa ushirikiano wa uongozi wa kijiji cha Mazizi tumefanikiwa kuwapata wahitaji ambao wanaishi katika mazingira magumu au wanapitia changamoto mbalimbali mbali. Na kama ambavyo mnajionea hapa, ndo tunafika mahali ambako tumepaandaa kwa ajili ya kuweza kukutana kuweza kufurahi pamoja na kurejesha tabasamu kwao. Ona jinsi ambavyo wanatupokea vizuri, ona jinsi ambavyo mioyo yetu ina furaha kuweza kuwaona na kuwahudumia. Na kuwahudumia mahali hapa, tutakuwa tuna mambo kadha wa kadha, ikiwa ni pamoja na kupata chakula cha pamoja, kuzungumza pamoja, kuwatia moyo. Aa, zaidi katika yote ni kuweza kuwakabidhi sadaka na mahitaji mbalimbali ambayo yametoka kwa Watanzania Tumepata wasaa mzuri wa kupata chakula cha mchana pamoja na wahitaji wa kijiji hiki cha Mazizi. Na mara baada ya chakula, zoezi linalofuatia hapa ni kugawa mahitaji, na haya mahitaji tumeyatenganisha katika makundi tofauti. haya ambao hapa, package, tofauti haya ambayo unayaona hapa hu ni ambazo ndani yake zina vyakula vya aina tofauti tofauti, kwenye pamoja na mchele, maharage, mafuta, chumvi lakini hapa haya ni mavazi mbalimbali mbali. Kuna mavazi ya kike yale pale, huku kuna mavazi ya kiume pale, pana mavazi ya watoto. Lakini hapa pana vifaa mbalimbali vya shule kwa ajili ya watoto wa kijiji hiki ambao wanapitia mazingira magumu. Kuna madaftari, kuna peni, kuna penseli na mahitaji mengine tofauti tofauti. Lakini pia hatujaishia tu, kuna hivyo, tumewabebea na zawadi watoto mbalimbali mbali, kama ambavyo unajionea kwa hiyo utaratibu ambao unatumika hapa ni wazee wetu au mama zetu na mabinti zetu, wao wanaenda pale kwenye nguo za kike, wanachagua kila mtu nguo ambayo yeye ameipenda, na kama ambavyo unajionea. Lakini pia baba zetu na wao, kila mtu anachagua nguo ambayo anaifurahia, anaipenda, na kwa kweli tunawashukuru sana. Mara baada ya kukamilisha zoezi la kugawa mahitaji mbalimbali kwa wahitaji wa kijiji cha Mazizi tu... ni wana Mazizi wawili watatu waweze kuzungumza, waweze kueleza ya moyoni, jinsi gani wamefurahi wamepokeaje, hii kitu wamejisikiaje, au waweze kushukuru kwa niaba ya wengine. Mazizi oye! Rudisha Tabasamu vijijini oe! Oe! Oe! Oe! Mimi niseme inawezekana, niseme kama haijatokea kwangu, lakini hata kwa wengine hapa, kupata sherehe kama hii lakini, niseme nawasifu ni washukuru wote mliochangia. Sisi leo tumepata mizigo hapa, hata kupeleka nyumba. Tunasimama kwa hili mliolifanya, wenzetu na wale ambayo hawapo, nitupelekee salamu zetu kwamba sisi wana mazizi tumewashukuru sana. Amen. Amen. Na tumewashukuru kwa nguvu zetu zote, mkono huu unacheza maanake ya furaha, ska wanaume mkono huu unacheza furaha, maana furaha imezidi mpaka ikaamsha bibi. Lakini mwendelee na moyo mwe huu, nisije nikaiombea mazizi tu, niwaombeni mwendelee na moyo mwe wenu huu, pengine kwa mikoa mingine nayo wapate vitu kama hivi, kwa sababu wapo wenzetu tunaofanana nao. Kwa hiyo mimi naomba ujumbe huo ufike. Tunawashukuru sana tena sana maana ukisema sasa unaweza kalia kwa sababu huli kwa ufungu, unalia kwa, kwa furaha. Lakini hii ni furaha leo, nimepata koti la kwenda kuolea, namshukuru sana watoto wangu wa jukuu, nashukuru sana. Kwa hiyo hatuja kula vikao kama hivi, tunaenda vikao vyote, hatujaona vikao kama hivi. Kwa hiyo tunamwombeeni heri, mkuwe kama nilivyokuwa Muendelee na kazi zenu, Mungu amjalieni, asante sana mama. Kwa hiyo ndiyo wombi tunayomwambieni na sisi tunayotoa, hatuja kula vikao kama hivi, mizigo inatushinda kupeleka, tumbo zimejaa. Mimi Mwajuma Ali Sarehe namwombeni kina baba na mama wote muliojaa hapa naombeni Mwenyezi Mungu amjalieni, mwende salama wote, mwende salama, anamwangalieni jicho baya mbukiali. Mwenyezi Mungu amlani. Mwende wote salama kwa mwenyezi Mwenyezi Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndiyo, kwa majina anaitwa Zainabu na Mangali Ajabu, ni mkazi wa kijiji chetu hiki cha Mazizi, niko tuabala, sio mbali Tongoji cha Mbuyu na mwenyikiti wangu namazaa Mbungoyo. Mimi kwanza siwezi kuongea sana kwa ukweli. Mimi napenda nawashukuru sana sana sana kwa jinsi mlivyokuja hapa kwetu leo kututembelea. Nasema Mwenyezi Mungu aweke mikononi mwake kuwalinda kila mnapoenda, ila ombi langu ni moja tu. Na mtoto yule mlemavu kama mlimuona hapa, alikuwa analia mpaka pale mlimpa chakula, mlimpakata. Naomba misaada yenu izidi kunifikia hata ikiwezekana kile kigogoka cha kuweza kumsukumia kutembea, yaani Mwenyezi Mungu awasaidie wa sana, mpate zaidi ya hiki mlichotufikishia leo hapa. <coughs> Mwenyezi Mungu awabariki sana. Nashukuru jamani kwa msaada, nashukuru sana. Asante. Sanmazizi woye rudisha vijijini. Mimi kwanza, jambo la kwanza tokea historia ya kijiji, tokea ianze, haijawahi kutokea. Ni nyinyi ni tu leo mmekuja kufanya hili jambo. Sio kwamba tulikuwa hatupati misada, lakini sio kwa ukubwa wa kiwango hici kwa kusema ukweli, hatuna namna ya kusema sana kwa sababu neno shukurani ndo neno la mwisho. Utapamba sana utafanyaje? Lakini mwisho tutasema asante sana. Mungu awabariki. Mliyekuwa basi Mungu, yone, mna biashara mwenyezi Mungu akazione biashara zenu amen. Mnaokuwa wafanyakazi basi Mungu akazione kazi zenu lakini mliokuwa hamna kazi wala biashara basi Mwenyezi Mungu akawape kwa maono mpate kazi na mpate biashara, ili kwa ajili ya moyo huu mliokuwa nao, tuna imani mkiwa na hivyo vitu mtakuwa na nguvu zaidi ya kuendelea kusaidia na jamii zingine. Tuwakaribishe sana Mazizi, lakini pia tuombe msamaha. Inawezekana kuna jambo lolote halikuwa sawa, sisi binadamu na tulikuwa tuko wengi hapa inawezekana kuna tatizo moja mbili tatu umeliona, basi tusameheane, ni moja ya mapungufu ya wanadamu. Tumeambiwa kila binadamu ana mapungufu, kwa hiyo lile uliojaribu labda kuliona, labda kwenye nafsi yako alikuwa sawa sawasawa, ni moja ya pungufu la kibinadamu. Lakini sisi kama kuna mwanakijiji naye au mwananchi aliyekuwepo, kuna kosa ambalo kahisi kutoka kwenu, tumewasamehe na tunawatakia kila laheri, mfike salama Mungu awaepushie na balaa lolote ndani ya safari yenu na maisha yenu kwa ujumla. Asanteni sana amen. Basi baada ya kusema hayo, niombe sasa tuweze kusimama. Sisi tunaomba tupokee maombi kutoka kwenu nyie wote, simama. ambaye anaweza kuomba dua na nini, tuombe muombe kwa ajili yetu yes. Basi tu tumheshimu Mungu, tusimame asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh. Amani ya Mwenyezi Mungu pamoja nanyi. Naomba tuwasomee ihasitatu ndugu zetu ambao walikutembelea leo, ili Mwenyezi Mungu awapunguzie uzito wa maswala yao, biashara zao, utafutaji wao, awape wepesi kwenye mahitaji yao, ambao wanahitaji ihasitatu chao sia uluwambaaasma dami yalivosiiawaturahman

Asanteni sana Mungu wa mbinguni awabariki amina. Basi naombeni sisi tuweze kuwatangulia kurudi Dar es Salaam. Mungu awabariki sana, tutazidi kuonana zaidi na zaidi. Asanteni. Bye. Tupende kukushukuru sana kwa wewe ambaye umeweza kushiriki pamoja na sisi kuanzia safari ilipoanza jijini Dar es Salaam mpaka hapa tulipofikia. Hichi ni kijiji cha Mazizi ambacho kipo wilayani Chalinze, mkoa wa kwani kama wanavyoona wanakijiji wamefurahi. Hii ni Rudisha Tabasamu Charity Tour season 5. Tukutane season nyingine ambapo tutakuwa pamoja na wewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Season 5 ndio hii inaisha hapa, season 6 sijajua ni wapi, lakini stay tuned kwa sababu Rudisha Tabasamu Tour tuna ile maono ya mwendelezo ambayo tunaweza kuyafanya, uh, kwa kila Mtanzania au kwa kila mhitaji ambaye anahitaji msaada wa watu. Mungu akubariki sana na karibu. Kwa moyo wa shukrani na unyenyekevu namshukuru kwanza Mwenyezi Mungu aliyetupa nguvu, afya njema na neema ya kuweza kuyakamilisha haya yote, lakini pili ni weze kushukuru wanafamilia Warudisha tabasamu Charity Foundation kwa jinsi ambavyo wamejitoa kwa namna mbalimbali kuhakikisha ibada hii inakamilika lakini pia nishukuru wadau wa Tanzania watu mbalimbali ambao wameguswa kutoa sadaka zao za fedha vitu mbalimbali mbali. Kama ambavyo mmekuwa mkijionea, hakika vitu hivyo ndio vimeweza kuwa baraka kwa wanamazizi. Nitakuwa mchoyo wa fadhila nisiposhukuru uongozi mzima wa kijiji cha Mazizi. Wametupa ushirikiano wa kutosha toka tulipokuwa tunaanza maandalizi ya ile jambo mpaka lilipoweza kukamilika. Nimshukuru kila mmoja wetu, ningeweza kutaja kila mmoja mmoja kwa jinsi ambayo ameshiriki na amekuwa mchango wa kuweza kukamilisha ibada hii, lakini itoshe kusema na washukuruni sana. Kupitia hili mmemkopesha Mwenyezi Mungu, naye atawalipa, mtalipwa msipozimia mioyo.